Zanzibar, kama zilivyo sehemu nyingi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi nyingine zinazoendelea, inakabiliwa na athari hizo, ikiwemo mashamba ya kilimo kuingia maji ya chumvi, kuharibika kwa ubora wa maji ardhini unaotokana na visima vya maji kuingia maji ya chumvi, kupanda kwa kina cha maji ya bahari kunakupelekea kuongezeka kwa mmomonyoko wafukwe kupotea kwa makazi ya bioanuwai kwenye maeneo hayo na kadhalika. Uwepo wa taasisi ya kusimamia na kuratibu kaboni kisheria utaleta manufaa yafuatayo: kwanza, kutoa fursa kwa nchi kushiriki kwenye masoko ya kaboni ya kimataifa na kuchochea uwekezaji katika sekta zingine, lakini pia itasaidia kuongeza pato la taifa. Pili, kuimarisha usimamizi endelevu wa mazingira kulinda mazingira dhidi ya madhara yatokanayo na mabadiliko ya tabianchi kwa kuweka mifumo thabiti ya kusimamia na kufuatilia masuala ya gesi joto. Na tatu, kuimarisha ushirikiano na taasisi, mashirika na sekta binafsi katika kuibua fursa za uwekezaji za biashara ya kaboni nchini. Kwa sehemu kubwa, uendeshaji wa biashara hii umetawaliwa na madalali ambao pia utaratibu wa upatikanaji wao hauko wazi. Na kutokana na hali hiyo, imekuwa vigumu kufahamu kilicho ndani ya mikataba kati yao na wanunuzi na kama kiasi kinacholipwa ndicho kilichotolewa na wanunuzi. Kwa hiyo ni muhimu kwetu kufahamu mambo ya msingi, yaani key contractual terms, yanayotakiwa kuzingatiwa katika mikataba hiyo badala ya kuziachia halmashauri kufanya maamuzi hayo. Mimi naamini uwazo katika swala hili utasaidia uendeshaji wa biashara hii na kuondoa hali ya kutoaminiana. Ni vema mkutano kama huu uandaliwe mahususi ili kutoa elimu kwa mamlaka za serikali za mitaa na mikoa na wilaya, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama mapema iwezekanavyo. Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Kaboni chini ya Ofisi ya Makamu wa Rais na TAMISEMI viongeze kasi ya kufanya programu maalum ya kufikisha elimu hii katika ngazi ya wilaya na vijiji. Lakini pia vyombo vya habari, taasisi za teknolojia na mawasiliano na wengineo, mnayo nafasi ya pekee sana kupeleka elimu na uelewa wa biashara hii ya kaboni. Lakini pia nawaomba tuwatumie marafiki zetu na wabia wetu kama UNEP NDC Partnership na wengineo ili watusaidie kuhakikisha kwamba tunakuza uelewa wa biashara hii katika taifa letu. Kwa kuwa biashara ya kaboni inahusisha wadau wengi, ni muhimu kuwepo kwa uratibu madhubuti, na ni vema ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya makamu wa rais, mwanasheria mkuu wa serikali, pande zote mbili za Muungano na serikali za mikoa zikutane kwa ajili ya kupitia uzoefu tuliojikusanyia hadi sasa, na kujadili na kupata mwelekeo wa pamoja katika uendeshaji wa biashara hii ya kaboni na kurekebisha kasoro zilizopo hivi sasa. Ninapenda kusisitiza, taasisi na mashirika kujiwekea na kutekeleza mipango ya kutumia vifaa vyenye matumizi kidogo ya umeme na kuhamia kwenye magari yanayotumia umeme na gesi. Na hapa nataka kupeleka ujumbe, kwa kuwa wakuu wa mikoa mpo na nyinyi ni wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama katika mikoa, lakini vilevile vile kupitia kwako Mheshimiwa wa waziri wa nchi pande zote mbili za Muungano, ni muhimu pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vianze hatua ya kuelekea kwenye magari yanayotumia umeme na gesi ni muhimu pia taasisi na mashirika yawe na vitengo vya mazingira. Nimewaona hapa mmesimama, lakini viimarishwe na vitengewe bajeti za utekelezaji wa miradi au shughuli za kuhifadhi mazingira.